Habari njema ikirushwa iki, iki <laughs> Bukelebe TV, karibu sana, tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe. Bukelebe TV, habari za asubuhi, karibu katika kesha leo leo, leo, ya asubuhi leo jumanne ya tarehe kumi na moja mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano. Somo letu leo tunachosha habari kinachosema patakatifu pa mbinguni. Fungu letu ni Waebrania sura ya nane mstari wa kwanza na mstari wa pili tunaye kuhani mkuu wa namna hii aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni, mhudumu wa patakatifu na wa ile hema ya kweli ambayo Bwana aliweka wala si mwanadamu. Tuombe. E Mungu wetu uliye mkuu mbinguni, tunakushukuru kwa kutuamsha tena asubuhi ya leo tukiwa na pumzi ya uhai. Tunakualika uwe nasi katika kesha hili, utuongoze tuweze kuelewa mafundisho yako matakatifu kuhusu patakatifu pa mbinguni. Tusaidie kuelewa kazi ya kuhani wetu mkuu Yesu Kristo anayetupigania kila siku. Bwana, tunaiweka nchi yetu ya Tanzania mikononi mwako. Ibariki iwe taifa lenye amani, haki na upendo. Wape viongozi wetu hekima na raia wote roho ya umoja na upendo. Linda mipaka yetu, linda vijana wetu, linda kanisa lako, liendelee kuwa nuru kwa taifa. Roho Mtakatifu, tushukie sasa, utufundishe, ututumie na utuandaye kwa utukufu wako. Tunakuomba haya kwa jina la Yesu Kristo, amina. Somo la patakatifu na hukumu ya upelelezi linapaswa lieleweke kikamilifu kwa watu wa Mungu. Wote wanahitaji kujua wenyewe mahali na kazi ya kuhani wao mkuu, vinginevyo haitawezekana kwao kufanya mazoezi imani ambayo ni ya muhimu kwa wakati huo au kujaza nafasi ambayo Mungu amepanga waijaze. Kila mtu ana roho ya kuokoa au kupoteza. Kila mtu ana kesi inayomgoja katika mahakama ya Mungu. Kila mmoja inampasa kukutana na jaji mkuu uso kwa uso. Patakatifu pa mbinguni ndiyo kituo hasa cha kazi ya Kristo kwa ajili ya wanadamu. Panaihusu kila nafsi inayoishi duniani, panafunua mpango wa ukombozi, pakituleta karibu kabisa na mwisho wa wakati na pakifunua suala la ushindi wa pambano kati ya haki na dhambi. Ni swala muhimu sana kuwa wote wajifunze masomo haya na waweze kumjibu kila mtu awaulizaye sababu ya tumaini hilo ndani yao. Maombezi ya Kristo kwa ajili ya wanadamu ndani ya patakatifu pa mbinguni ni muhimu sana kwa ajili ya mpango wa wokovu kama kifo chake msalabani kilivyo muhimu. Kwa kifo chake alianza kazi ile ambayo baada ya kufufuka kwake alipaa mbinguni kwenda kuimalizia. Inatupaswa kwa imani kuingia ndani ya pazia. tunasoma kitabu cha Ibrania sura ya sita mstari wa ishirini alimwingia Yesu kwa ajili yetu mtangulizi wetu. Mle nuru kutoka kwenye msalaba wa Kalvari na inaakisiwa mle, tunaweza kupata uelewa wa wazi zaidi kuhusu siri za ukombozi. Wokovu wa mwanadamu unatekelezwa kwa gharama isiyokuwa na kikomo ya mbinguni. Kafara iliyotolewa inalingana madai mapana ya sheria ya Mungu iliyovunjwa. Yesu amefungua njia ya kwenda kwenye kiti cha enzi cha Baba na kwa njia ya upatanisho wake, shauku ya dhati ya wote wanaokwenda kwake kwa imani inaweza kuwasilishwa kwa Mungu. Tunasoma kitabu cha Mithali sura 28, mstari wa 13. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Ikiwa wale wanaoficha na kutoa udhuru kwa ajili ya makosa yao wangeona jinsi shetani anavyofurahia kwa ajili yao, jinsi anavyomsuta Kristo na mamlaka watakatifu kwa sababu ya ufichaji na udhuru wao huo, wangeharakisha kuungama dhambi zao na kuziacha kwa njia ya dosari katika tabia zao shetani anatenda kazi ya kutawala akili yote na anajua kuwa ikiwa dosari hizi zitaendelea kuwepo atafaulu kwa hiyo anatafuta daima kuwadanganya wafuasi wa kristo kwa hila zake mbaya kwamba haiwezekani kwao kushinda lakini yesu anasihi kwa ajili yao kwa njia ya mikono yake iliyojeruhiwa mwili wake uliochubuliwa asiwepo mtu anayechukulia kuwa dosari zake hazitibiki mungu anatoa imani na neema ili kuzishinda Mambo ya msingi tunayojifunza katika somo la leo: Kristo ndiye kuhani mkuu wetu anetupigania kila siku mbinguni. Patakatifu pa mbinguni ni halisi, na hapo ndipo kazi ya wokovu inaendelea. Maombezi ya Yesu ni muhimu kama kifo chake msalabani, ndiyo njia ya wokovu wetu. Toba na kuwacha dhambi ndizo njia pekee za kupata rehema ya kweli. Shetani hucheka tunapoficha dhambi, lakini Yesu hutushinda kwa neema yake tukimwamini. Tuombe. E, Baba wa rehema, tunashukuru kwa neno lako la leo ambalo umetuonyesha umuhimu wa patakatifu pa mbinguni na umetuonyesha jinsi huduma ya Bwana wetu Yesu Kristo inavyofanya kazi. Tusaidie tuishi tukiwa na uhusiano wa karibu na wewe kila siku, tukitambua kwamba uokovu wetu unategemea neema yako. Tunapomaliza kesha hili, uende nasi katika shughuli zetu, utulinde, utubariki na utupe moyo wa toba ya kweli. Tunaiweka tena Tanzania mikononi mwako, iwe nchi ya amani na nuru yako iangaze juu yetu. Tunaomba haya kwa jina la Yesu Kristo, Bwana mwokozi wetu. Amina.